Na mpenzi mtazamaji wa Atlas Media TV, ni mara nyingine tena tunakuletea taarifa zetu tukiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, ni kwenye mji wetu wa Uvira hapa, ambapo naniona ni kwenye kata la Kagano, ambapo raia wa sehemu hii walishikwa na hasira kali na kufanya mgomo, ambayo ulisababishwa kuchoma moto barabarani, na wasafiri wanakosa gisi gani watatoka Uvira kwenda kumaplene wa Bukavu kuingia Uvira. Kwa hiyo mengi na zaidi, acha tukuletee baadhi ya matukio na tupate kufanya interview vu na baadhi ya watu ambao tutawakuta hapa, ili upate kuelewa sababu ya maandamano haya, nifuate. Unaweza kutuambia sababu ya watu kufunga na, ku, na kukonga moto barabarani, kitu ambacho kinasababisha wasafiri wapate ugumu wa kusafiri, ilikuwa ni nini? E, enye ilikuwa sie tulibana wamwizi. tulibana mwizi kutoka Mlongwe, ule mwizi akatai wagaruso wa hapa bawili baba kwetu. okay. kala bawili mm. Bale ba, ba, ba mwizi tulibafunga. mwizi utamtia bila kumufunga sana, naweza kimbia mm. binalomba tulimfunga nani. mashoro alifika akasambisha ule mwizi wa kwanza mwetu libana akasema mia stasamba balibengina ba bayafika balibakala saba alifika, tulibakamata tulibapeleka kwa kakule Apaku, apaku, parking ni nani? Ni jeshi ni ndio ah, okay. Ndio njo mwanashimamia komanda de ville apa, apa kwetu. Sa tulimtia pale, tulimtia leo na leo baka bakamfungule ndio ule mwizi uh -huh. Kwa nini walifungula ule mwizi? Na ule mwizi akaenda tushitakisie betu ni mubana Hebu kwanza tuongelee hapo, ninyi mlimbana mwizi, mwizi akasema kwamba kwa hawezi akaongea chochote kabla hajaona wenzake wapo wanapatikana, pakala. Ndio. baada ya ule mwizi kuongea hivyo, je, mlifanya utafiti, mkagundua wale wenzake mkawapata nao? Bote tuliwabana, walikuwa wawili, tukawabana wote na hmm. tuka na hiyo vitu vilipitikana siku gani? Hawa mwizi yeah, walishikwa siku gani na walifungwa siku gani? Siku ya, siku, ya, siku, ya siku ya tatu, mm -hmm. Siku ya tatu leo tuko, tuko siku ya posho. Ndio, mliwachukua wezi ilikuwa siku ya tatu, mkawapeleka serikalini wakafungwa, ndio. Leo mnakuja kujua kwamba hawako walifunguliwa, sindio? Ndio. Baada ya ninyi kusikia kwamba walifunguliwa, no, mkachukua maamuzi gani ninyi kama vile vijana? Maamuzi, tulibana. Mm. Mwenzetu mmoya akafungiwa, mm -hmm. Mwenzenu, umoja nani, raia mzalendo oh, alifungiwa mwenye libana bale ba wamwizi, yeye ndio president kwetu mm. mwenye nafungiwa mm. njo president akafungiwa kuhusu wale wamwizi ba wale wamwizi ba, wakaenda tushtaki kuparke baka wakakamata ule mzalendo presida kwetu wakamfunga. Sasa sababu ya wale wezi kufunguliwa ilikuwa ni nini? Ninyi mliwachukua mkawapeleka kule serikalini waadhibiwe si ndio? Lakini mnakuja kugundua kuwa wameshafunguliwa na tena wanawageuzia na kesi, mpaka wanakwenda kuwa kuwashtaki inakuja kufikia kiongozi wenu ninyi wazalendo, anatekwa si ndio, ndio. Ninyi kama ninyi wazalendo, vijana wa hapa, hicho ni kitu ambacho kinawasikitisha na ndio maana mnachukua maamuzi ya kufanya hivyo. Unatuma ujumbe gani kwa serikali yetu? Serikali ifanye kazi yake mm. kazi yake ni nini? Siye wale wamwizi mm. bafungiwe Tulisha babana na siraha mbili, tulisha babana ngombe zilikuwa zinatoka runingu, tulibabana. Na bakaiba tena mbuzi. Mbuzi haiko moe wala mbili. Njoko mandat de ville. Alakini alibafungula. Bakafunga mzalendo wa kwetu. Si ya mzalendo wa kwenu afunguliwe na wale waamuzi, baba watafute wawafungi. Sasa ule mzalendo wa kwenu ambaye alifungiwa, mnao hakika iko pande gani? Anafungiwa sehemu gani? kuzone kama kupolisi, ndio si kutirepe na baada ya nyinyi kusikia hivyo mlichukua maamuzi gani? Maamuzi ya kwetu, tulifunga barabara kwa kusema, serikali tusaidie, ule mtu aonekane. Na ili swala la nyinyi kufunga barabara, unaona kwamba ndio inaweza kuleta suluhisho? Mo, ndio inaweza kuleta suluhisho. Ndio hivi, mtafunga barabara kabla hatumuoni barabara inaendelea na kufungiwa? Kwa hiyo mnamaanisha kwamba hichi ambacho mnachokifanya sasa hivi, kama hamjamuona huyo mzalendo mwenzenu, barabara haitofunguliwa. Haitafunguliwa kama ni masasa iliye Htua kitu chochote Hatutafungula mm. barabara mpaka kuyapo hichi kitu cha ili swala la, la, la wezi kushikwa, mnawapeleka mna serikalini, wanafungwa afu wanafunguliwa bila ridhaa yenu, hamjui alifunguliwa kwenye design gani mm. kwa macho yenu ninyi, nawapa picha gani? Mnaweza mkaongea kitu gani? Kwa kifupi, picha yenye iko mm. serikali ilichangia kwa kusema nani njo nini, rushwa ilichangia kwa kukula rushwa. Baba funguli, asante sana Vitu vya aibu sana sisi, tunatumi, tunatumikia nchi kama vile wazalendo. Tumekamata mwizi, wezi walikuwa watatu siku ya, ya pili kwa mkia. Siku ya tatu wale wezi tukawachukua, tukawaoji ngazi za serikali ya, za mitaa ya chini. Walikuwa hapa wakazungumza nao mwizi aliyeshikwa ametaja kwamba yeye ameitwa na watu wawili, mmoja anaitwa kwa jina la Mulumba Subeli, mwingine anaitwa kwa jina la Lukogo bya Mungu. Na huyo mwizi anaishi sehemu gani? Huyo mwizi Montari anaishi sehemu za Mlongwe. Ah, okay. basi alikuja waje hapa. Okay. kabaki nao pale akala kwao, alishinda kwao wa. kisha wakamwambia jioni kwamba wao wana dili ya mbuzi. Okay. kwa mujibu wa yule motari akasema, wakamchukulia ile mbuzi. Huyu Luko akaenda kuchukua ile mbuzi ambayo ilikuwa inafungwa sehemu na huyu Mulumba akatangulia naenda, baadaye huyu motari kachukua mbuzi yenyewe kaipeleka Mlongwe, kaiweka pale kwa ufupi wakanunua pesa kwa mjibu wake alisema ni dala ni elfu mia moja pesa sam za franc Congolais, ndio hizo pesa, lakini si yeye alishika hizo pesa, yeye alitua tu mzigo mm. Kisha baadaye mbuzi wengine wakabaki wanafanya biashara basi. Wakati sisi tunafanya investigation tunafika tunambana yule motari maana alipita ilikuwa ni usiku mm. Badala ya kupitia kwenye kamba hapa, yeye akapitia njia za nji, za panya akapenya, yani ndiyo mm. Kaenda na mbuzi ule hadi mlongo usiku, hapo usiku sasa sasa mm. Wa vijana wamoja wakamwona wakamtambua mm. Wakati unafanya ankete mm. Wakasema kwamba ni fulani ule fulani hivyo amekuja wakaenda kumshika mlongwe wakaja naye mpaka hapa hiyo usiku, au kumekuja asubuhi, sasa siku ya tatu wakati okay, okay, amefika hapa, alisema: wandugu, msinipige wala msiniue, mimi ni mwenye kuchukua mzigo tu, lakini wenye mzigo watu hawa, sisemi neno kabla hawajafika hapa. Sawa sawa, muwaiteni ewa ni wakina nani? karudilia kusema, mwiteni Mlumba Subeli afike hapa, mwiteni na huyu Lukogo ya mungu kako afike hapa. Basi walifika, kaleta tukaanza kuwaoji. Yule kijana kasema yale, yale nayo yazungumza mimi jisi amechukua mbuzi, jisi kaipeleka mlongo, jisi akaidepose na kaenda. Waliochukua pesa ni wengine kwa kifupi hapo sasa, unaweza ukatuambia kuwa eh, baada ya pale story kaendeleaje? Story sasa yenyewe imeleta utata mm. Ni hii sisi, baada ya kukamata yule mwizi mm, na wale wenzake wawili wote mmeshakuwa nao mikononi, tumekuwa nao mikononi mm, watatu sasa mm. Tukaanza kuwapitisha kwenye peve, wafaransa wanasema kupeve. Baada ya kuwapitisha pale, tulikuwa na wakuu viongozi wa mtaa yani, eh, mwandishi au sek sekadi wa chef de groupement alikuwa pale akiwaoji na wakuu viongozi wengine kama vile Chef Davi. Kamaliza kuwaoji, yule kijana akasema yale yale kwamba yeye hana dili, wenye dili ni wale watu wawili nimetaja ah, hapo awali hmm. hmm. Sasa sisi tukaona sisi hatuna mahakama, hatuwezi kuwahukumu, ndio tukaita wanasheria, yani mkuu kiongozi wa serikali anayetawala hapa Mheshimiwa Kakule awapeleke aende awaoji, maana alikuwa ashatuma mwanajeshi wake hapa. Basi wale watu walipelekwa wakakule kwa pale uparking kwenda kuojiwa. Wakati wanafika pale, ilikuwa ni siku ya tatu. Ile siku ya nne amewapeleka sasa, ili aende afanye ankete ya huyu bushe ambaye alipana sami, ni nani aje a, ajitambulishe kwa wale watatu, tujue sasa ni nani kati ya wale watatu ambaye kweli kweli kweli, kikweli kamilifu amemtoa hela ya kununua ile mbuzi. Sasa mheshimiwa akakule kufanya vile kwa mshtuko, kwa mshtuko. Jana siku ya tano kawafungua wale watu watatu, na wale watu watatu badala ya kwenda kurudi nyumbani, sasa wamefungu, wamefunguliwa wakaenda kushtaki wale wa vijana wazalendo ambao waliwashika uh-huh mpaka hivi tunavyozungumza na wewe mtangazaji, na yule kijana mmoja ambaye ni president wa upande wa Gupema Incorporated Kagando anashikiliwa kule, maana tulikuwa naye wakati tulienda kuona eh, mheshimiwa meya wa mji, wakamshika kule kule, maana anakuwa na kitambulisho cha kumkamata yani hati ya kumshika, na wakamshika akabaki kule, ndio jana hiyo mm, saa kumi hivi za jioni. Basi nimerudi peke yangu, mwenzangu akabaki kule. Basi nikuja kuambia wananchi kwamba jameni, hatujui sasa serikali yetu inatutendeaje. Maana sisi tunashirikiana nao tukijua kwamba tutashika wahalifu tuwapelekee, na wale wahalifu waadhibiwe kwa mujibu wa sheria, lakini serikali haikufanya hivyo sasa baada ya, ya ninyi kugundua kuwa eh, kuna mwenzenu umoja ambaye ametekwa na kutengenezewa kesi tena, yani kesi wamemgeuzia yeye, ndio kwa nini amkuchukua ile maamuzi ya, si... ya kwenda kumuona tena yule, yule kiongozi ndio nani kaka kule, vile unafanya kwa nini? mm, mm -hmm. tena kwenda kumwambia kusema, bwana, sisi tulikuletea wahalifu wale wahalifu, tena tunakuja kugundua kwa wametoka, lakini bahati mbaya wametugeuzia sisi kesi. Je, mlifanya hicho kitu? Tulifanya hicho kitu, tulimwona mheshimiwa kaka kule. mm. Tukamwambia sasa, koloneli, umefanya mambo gani? mm. Ulikuwa umesha kumwona yule Bushe ambaye alitoa ile elfu mia moja kwa awa watu wa, watatu. Yule bushaka kaja kusema kati ya wale watatu ni ha, hakuna mwenye kuwa na hatia mm -hmm. ili uachilie. mm -hmm. Sasa na kwa nini sasa awa watu waalifu watatu hao wezi wanaanza kutushtaki sisi maana? mm -hmm. sisi tunako, tunakosa gani sisi? akawajibu nini? amesema kwamba yeye kwa ye, niaba yake wakati amefanya ya zake anketi amekuta hawa watu hawana kesi, hawana kesi, wakati ninyi mna ushahidi kabisa, ushahidi tosha ushahidi tosha kwamba ni mhalifu na mbuzi tulimleta. Mbuzi yuko na mwenye nayo anaitwa kwa jina la Biji, Biji, Biji Mungu, Biji Mungu Rukumuza yuko sawa, tena mlemavu. Jamani, sisi wote ni watu wazima. Sisi wote ni watu wazima. Najua hapa kuna raia ambayo inakufuata na baadhi yao wengi wanasikitishwa sana na hichi kitu ambacho kimefanyika, lakini hebu nikuulize swali, wewe kama kiongozi, kwa mapicha picha pichapicha na akili zako za utu uzima, wewe unapata picha gani mimi kwa sura hii mm. Watu wao wanasema kwamba serikali serikali serikali ya Kongo mbaya, kwa gisi, mimi nimegundua wale wanaotumikia serikali ndio wabaya, maana hawapendi kufanya kutia sheria kunako mkondo wake. Kwa mjibu wangu mimi ni hivyo nimetizama, maana kinachopelekea tufanye maandamano na mgomo kama huu hatukupendelea kufanya mambo ya namna hiyo, lakini tumelazimishwa na sheria au na serikali yetu kufanya mambo kama haya, yani ili sirika, sauti yetu iinuke, tutambulishwe na kwa watu wengine wajue kwamba sheria ina kanyagwa kanyagwa. Sawa, hili limeshatokea na litapita, na maisha yataendelea. E, endapo kama inaweza kafikia wakati mwingine, siku nyingine, mkajishikia ninyi wenyewe kwa mikono yenu wezi wengine, mtachukua hatua gani? Mtapeleka tena kule au mnafanyaje? Sisi tumeona kwamba hatuwezi tena kupeleka, eh, mhalifu awaye yote kwa mwanajeshi. Hmm, tutachukua maana kuna polisi tutakuwa tunachukua tunapeleka kwenye polisi hivyo yeah. Ndivyo tumeona tume, maana hatuwezi tume kujamulia mambo ya namna hiyo. Asante sana. Asante. Na, mtazamaji wangu, unajua umeshanifuata mwanzo mpaka hapa nilipofikia, na nilikuambia kwamba Atlas Media TV iko Kagando, sehemu ambapo maandamano yamefanyika, na hicho ni kitu ambacho kilifanya wasafiri mpaka sasa hivi gari hazipiti, moto ulichomwa kama gisi ulivyoshuhudia, na sababu ya maandamano haya uliyasikia kutoka kwa viongozi na wazalendo ambao wanapata hapa. Hapa hapa. Hicho hicho ni ni ni kitu kitu kitu ambacho ambacho ambacho kinasikitisha sana, lakini lakini tuliamua kuwa hapa kwa kwa ajili ya ya ya kukuletea habari kamili. Sasa basi, acha acha nikukumbushe tu tu kwamba kwamba leo tuko tariki 13. Ilikuwa ni tariki 11 juzi, tena Avira, tena tena tena kwenye mji wetu wa Vira kulikuwa maandamano, kilisababisha tena usafiri kuwa kuwa mdogo, mdogo, soko wazikuwa, eh, duka hazikufunguliwa watu hawakusafiri, kinafanya tuishi kwa usalama umeshaelewa nini maana ya sababu ya, ya, sisi kuwa hapa. Leo, na mazingira ya nyumbani sasa hivi yako kwenye design gani. Kila lenye mwanzo huwa alikosi mwisho. Hebu tizama gari ni hizi, hao watu walikuwa ni wasafiri ambao wanajiandaa kwenda Bukavu. Imagine mpaka sasa hivi saa nne hawajaenda, na kama jinsi ulimsikia yule mzalendo alisema, kwamba tofauti na kwamba hawajapata suluhisho hawatofungua barabara. Imagine sasa watu wataishije? Maana ai barabara ndio watu wanaisema wana, wanaishi kwa kufanya biashara yao wasafiri huku na kule, lakini hali ndio kama hii. Kila lenye mwanzo huwa likosi mwisho. Ulikuwa nami la Blonde Divin Mariana kwenye kamera eh, kwenye mike na upande wa kamera alikuwa Akanako, bila kumsahau kiongozi Protetembo alipata nafasi ya kutusafirisha kwa ajili ya usafiri kuwa mzuri. Bye, bye.